Wakazi wa eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma wameshabikia pakubwa hamasa dhidi ya dhuluma za kijinsia ambazo zilikuwa zimekithiri eneo hilo. Wakizungumza baada ya kuhamasishwa kwa wazee namna ya kukabiliana na, kukabilia na masuala ya familia mjini Cheptaisa wakiongozwa na David Otwane, wamesema kuwa kwa muda mrefu hawajakuwa na usawa katika familia zao, suala ambalo lilikuwa likisababisha migogoro. Wale wametufundisha, wametufundisha ya kwamba mwanaume ndiyo kichwa ya nyumba mwanaume anapokuwa kichwa ya nyumba, mwanaume ndiye anatakana aelekeze familia yake namna inatakikana, na tumefundishwa namna wanaenda kueleza watoto waishi vizuri, watoto waishi na tumesema wazazi wachunge watoto. Hii muda ni mrefu sana, watoto tunaenda kaa nao nyumbani. Hiyo ndio mafunzo walikuwa wanafundisha. Kila mtu alikuja na bibi yake, tuliambiwa <coughs> tuje na wanawake zetu wetu, tumekuja nao Tumefundishwa kwamba hiyo ndio namna natakana watu waishi namna wale tunatakana tuwaambie watoto wetu namna tunatakana tuwaambie majirani na watu wengine tuweka amani. Tumefundishwa mambo ya peace. Mambo ya peace inaanza na sisi na manyumba yetu, kitoka kwa sisi na manyumba yetu tuwaambie kila mtu tuwe na peace. Wakati mtu mwingine anaongea maneno sio mazuri tukataze, usikubali kwa sababu sisi sisi ndio watu wa Kenya na hii ndio inji yetu pekee. Kule inji nyingine. Na sisi tukiharibu hapa, tutaenda wapi? Naona majirani wote wandugu zetu wengine wako hapa. Wametoka kwao wamekimbilia mahali kuna amani. Na wewe sasa ukiharibu hapa, wewe utaenda wapi? Utaenda wapi? Aio mahali unakaa, hakikisha wewe unaambia jirani yako tuishi kwa amani. Hayo ndio mafunzo ambao leo tumefundishwa na tukaambiwa pia tunaporudi nyumbani tuangalie mafamilia zetu na tuchunge watoto wetu ili watoto wetu wasome. Hayo ndio sisi tunaona ni kitu ya maana katika maisha yetu. Kuna mabadiliko kubwa, wale wote wamepata hii mafunzo wamekuwa na mabadiliko kubwa. Kama hii mafunzo hii ingefikia serikali, mimi najua nchi hii ingepona na watu wote wangekuwa wazuri sana. Kwa hivyo hii, hii mafunzo ni ya maana na itasaidia wale wamekuwa hapa leo Watai, itawasaidia sana na pia tutakuwa ambassadors kwa wengine. Josephine Erega mmoja wa akina mama anasema kuwa walikuwa wamezamia kutengeneza pombe haramu ambayo kwa sasa wameiasi na kukumbatia biashara mbadala. Na hii masomo haijaanza leo, walitufundisha miezi mitatu minne iliyopita, na wakati huo walipofunza waume wetu, naona kama amani imerejea Mount Elgon na within Bungoma County, tulikuwa tumerankiwa kama gender based violence hotspot, lakini kupitia kwa masomo ya PBL wakisaidiwa na Red Cross, naona kumekuwa na mabadiliko, kwa sababu sisi wamama wa Mount Elgon wengi tumekuwa tukilalia mambo ya kutengeneza pombe, na pia unaelewa mambo ya madawa za kulevya ndio inaongeza kuharibu vijana wetu, na kupitia kwa hii masomo ya PBL pamoja na Red Cross tumeweza kupunguza kutengeneza hayo pombe, na saizi mafunzo imetusaidia na imesaidia hata waume wetu kwa mambo ya responsibility majukumu, kwa nyumba wa mama tumekuwa tukiachiwa almost 100% responsibility, lakini kupitia kwa masomo ya PBL saizi tumeona waume wetu wameanza kujukumika na wamejua majukumu yao kama wanaume, na pia kanisani, wameanza kuenda kanisani. Masomo ya PBL haisaidii tu mtu socially, pia inasaidia mtu spiritually na imetusaidia emotion ya wanaume wetu pia imeweza kurudi chini na tunawashukuru sana kwa mafunzo ambayo tumepita, tumepata kupitia kwa hizi shirika mbili. Mkurugenzi wa shirika la Principle Based Leadership Wycliffe Mudavadi anasema kuwa kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu wamefanikisha kurejesha matumaini katika jamii na wanapania kupunguza asilimia 62 ya visa vya dhuluma kaunti ya Bungoma sent by the Kenya Red Cross and uh, the areas were marked as the hotspots of the gender-based violence. Lakini kulingana vile tumeona wanaume wame respond because after three months of training uh, we came back for a follow-up to see if uh, actually the impact has been there and we have seen positive reports from the wives and uh, we have taken the wives away and, uh,

International International Men's Men's Day, na International Men's Day ni mwezi ambao ya kuchochea wanaume wapate kujielewa hao ni kina nani na wapate kujua kile ambacho Mungu amewaitia kuweza kukua katika dunia hii. Kwa hivyo, wakati huu ni ule ya kwamba kila mwanaume ambaye ameteseka sana katika maisha yake na amekosa kupata platform ile ambayo anaweza kujiexpress na kusema kile ambacho kimemsumbua kwa muda mrefu. Principle Based Leadership, iko hapa kwa sababu yako. Je, utaendelea kuangamia kwa sababu ujui utafanya nini? Sisi tunakuambia we have a solution through God's grace, ya kwamba ukikuja, maneno yale machache tutakaposhiriki na wewe, utaanza kukuwa na mwelekeo kwa hivyo nitakomea hapo nikisema International Men's Day ambayo itakuwa tarehe kumi na tisa, we are going to have forums. Wewe kuja pale, haijalishi kama wewe ni mlevi sana, haijalishi kama wewe umepotea mwelekeo, muke amekutoroka, watoto wamekutoroka, haijalishi. Wewe ni mwanaume bado kuna udhamana ndani mwako, na ukikuja, tutaweza kufunulia udhamana wako. May God bless you. Thank you. wamefunza mambo ambayo hata watu ya Mount Elgon tukuwa tunajua mara hii tumechua na tunachefunia. Hawa watu ya PBL tunaomba wasiti kufunza watu wetu Mount Elgon waweze kuelewa vile wanaweza ishi na jamii. Sisi tangu tupewe mafunzo na wale wasee walipewa mafunzo, amani imeingia kwa muchi na hata kwa majirani na hata kwa watoto wetu, kuna wazee walikuwa wajui jinsi ya kuweza kukaa na watoto na wanaweza kuwalete pamoja namna gani, lakini hiyo mafunzo imesaidia watoto, hata saa hii wameanza kuelewa na hata wana mipaka, wanajua mzazi na hawao vile wanakaa. Na sisi katika hii mlima tunaomba amani, amani, amani, amani ndio maisha Kweli vile tunajifunza hii maneno, ikiingia vijijini, amani inasiti kuongezeka. Na hata vile tunaona sisi wasee, tukiungwa mkono, tuweze kueneza amani hata injini Kenya, nakumbuka watu yetu wataelewa maana ya amani ni nini, na amani inaanzia kwa nyumba, kwa watoto wako pamoja na bibi yako, ndiye ende kwa jirani. Uwezi funza jirani na we mwenyewe hauna amani. Kwa hivyo naomba wale wazee wote watimiza amani kwa mapoma zao na wapeleke watoto shule wawafunze vile wanaweza enda kanisa. Waweze kujua neno la Mungu na waweze kujua wanaweza ishi na wenzao namna gani. Kwa sababu tusipokueleza hao watoto tukiwawajilia tu bure watajua tu wako kwa haki yale maneno wanafanya. Lakini watu ya PBL wametufunza vile tunaweza kurudi pamoja na watoto bila kuwatulumu, bila kuwatumia nguvu. Kumbe amani inaweza kuja kupitia maongeo, maongeo ya kufikiana. Inalete, ina uhusiano iliyo bora na kila mmoja. Kama aelewi, ataelewa. Nafikiri tumefurahia sana hii masomo, na tunaomba watu au ya PBL waendelee kusiti kufunza hii mlima yetu. Mimi najua tukiendelea mabadiliko inaenda patikana ya kutosha, na hata amani itakuwa. Nikiripotia Kurunzi mimi ni Brenda Korir.